gani uzazi na chakula ni uhusiano ambao mwanamke anaweza akatumia vyakula kwa ajili ya kuboresha mfumo wake wa uzazi na akapata nafasi ya yeye kushika ujauzito kirahisi na kiasili kabisa. Sasa hii sio kitu kipya, au sio kwamba sisi ndo tunakifanya kwa mara ya kwanza. Ni kitu ambacho kimeshafanywa, kikafanywa research na ikaonekana kwamba chakula kina uwezo mkubwa wa kumsaidia mwanamke ambaye anataka kushika ujauzito kuweza kushika ujauzito. Kuna research moja ambayo ilifanyika ambapo, ambapo walichukua elfu mbili kumi na saba ndani ya miaka kumi, na waliwaangalia wanawake ambao walikuwa wanakula vizuri na wanawake waliokuwa wanakula vibaya. Wanawake waliokuwa wanakula vibaya ni wanamna gani? Ni wale ambao walipenda sana kutumia vitu vyenye sukari, walipenda kutumia vitu vyenye mafuta mabaya transfats, lakini pia hawakupenda kutumia vitu vya asili walipenda kutumia sana vitu vikavu, na inaonekana uwezo wao wa kushika ujauzito ulipungua kwa takribani asilimia arobaini na saba, na wanawake ambao walitegemea vyakula wakapata mwongozo sahihi kulingana na tafsiri za kisayansi, ni vyakula gani ambavyo vinaweza vikamsaidia mwanamke, basi wakavifata, uwezo wao wa kushika ujauzito ulikuwa ni takribani asilimia arobaini na tatu. Na kwa wale wanawake ambao walikuwa wanatamani kwenda kupandikiza, unajua unapotaka kwenda kupandikiza, lazima uandae mwili wako unaweza ukaenda kutoa mamilioni ya pesa yakaenda kupokea kwa sababu mwili wako haujajiandaa. Kwa wanawake ambao walipata mwongozo mzuri wa chakula kabla ya kwenda kupandikiza, walipata mafanikio ya zaidi ya asilimia arobaini na saba, na idadi ya uhai wa watoto waliozaliwa kwa wanawake ambao walipata mwongozo mzuri wa chakula ilionekana kuongezeka kuliko wale wanawake ambao walikuwa wanakula vibaya. Kwa maana hiyo Unaweza ukaangalia ukasema, mbona kama hivi ni vyakula rahisi, vyakula ambavyo ninavifahamu? Ndio hivi hivi, vinaweza vikakufungua macho na ukaona, he, kumbe matembele ni kitu ambacho sio cha kawaida, kumbe chanizi ni kitu ambacho sio cha kawaida, kumbe mchicha ni kitu ambacho sio cha kawaida. Na ukijua ni namna gani ya kutumia, basi itakusaidia sana wewe kuweka mwili wako sawa, na mwisho wa siku kukupatia matokeo ya kushika ujauzito kirahisi na kiasili kabisa. tena ambapo tunakuja kuzungumza kwa habari ya vyakula ambavyo wewe kama mwanamke haupaswi kutumia na athari zake zikoje. Kitu cha kwanza kabisa tutaanza na vyakula vinavyotumia sukari nyingi. Muona, hapa tumeandaa muona biscuit, cake, muona hivi ni vitu vinavyotumia sukari nyingi. Soda, muona hivi ni vitu ambavyo bina, eh, wale wapenda sukari nyingi unakutumia sana sukari, ni sukari mwanzo mwisho, basi utumiaji wa sukari nyingi utapelekea mvurugiko wa homoni zako na kukuzuia kuzuia mayai yako kupevuka. Kwa wale wanaopenda vitu vya kukaanga eh, vitu vya kukaanga kama hivi Mwona, vitu vya kukaanga, chipsi, sambusa, sijui donati, eh, kuna kaukau, sijui kuna nini, kripsi na nini. Yani vile vitu vyote ambavyo ni vya kukaanga, vikabu, vikabu, siyo salama kwa ajili ya afya yako. Vina kuongezea nafasi ya we kupata upimbe, lakini pia kuvuruga huo, kuvuruga homoni zako na kupunguza upevushaji wa mayai yako. Vyakula vya kopo, vyakula vya kusindika. Kwa mfano, unaona ikitu, hii inaitwa sausage na sausage sio mzuri sana kwa mwanamke ambaye unatamani kushika uja uzito, au vyakula umeenda kununua nyama za kusindika, sijui umenunua nini. Ndio tunaona ni usasa, lakini sio salama. Hivi vinakwenda kuvuruga homoni zako na kuzuia upepushaji wa mayai yako, lakini vinakuongezea sumu mwilini kwa sababu vimepita viwandani, vimeongezewa kemikali. Utumiaji wa chumvi nyingi kama unapenda kutumia chumvi nyingi, yani wewe hauwezi ukala bila kuongeza chumvi, hauwezi kula kila unachotesti, unaona chumvi ndogo. Jifunze kutumia chumvi ndogo. Au labda ukinywa clips hizi, clips unakuta wameweka chumvi ambayo, yani chumvi mbichi ni hatari kwa afya yako. Hii inakuongezea nafasi ya wewe kupata uvimbe kwenye mfumo wako wa uzazi, lakini pia kupata matatizo ya pressure. Yes kitu kingine ni utumiaji wa mafuta yaliyoharibika, my dear, hmm? mafuta yaliyoharibika, kwa nini huwa tunakataza sana watu kutumia chips. Umeona, hususan ni chips za mitaani, kwa sababu huwa wanatumia mafuta yaliyoharibika, ametumia mitumia, mitumia, hivyo yana kemikali nyingi, mwisho wa siku yanakuongezea ya sumu kuzuia upevushaji wa mayai yako na kuvuruga homoni zako. Hata kwako usitumie mafuta ambayo yametumika sana, lakini pia hata mafuta ya ya viwandani umeona? Kuna mafuta ambayo tunajua haya ni asili, na kuna mafuta ambayo tunajua nani ni ya viwanda, ni yale ya viwandani ambayo yanaganda, usitumie, sio mazuri, yanakuongezea kemikali. Utumiaji wa vitu vyeupe mikate myeupe, hii inakuongezea wewe nafasi ya kupata maambukizi, kwa sababu huu mkate mweupe ni sukari tu. Hapa inaenda inageuzwa mwilini, inakuwa sukari, mwisho wa siku fungus hawaishi, bakteria hawaishi. Lakini pia kitu kingine cha kuzungumza ni utumiaji wa pombe. Pombe na kupunguzia nafasi ya wewe kushika ujauzito, mambo ya kahawa, sijui unakunywa energy, hata kama ni mume wako, hivi vitu ambavyo hapa si kwa ajili yako wewe tu, bali kwa ajili ya mume wako, kwa ajili ya familia yako pia. Ni vizuri kukaa mbali na vyakula kama hivi, kama kweli wewe ni mwanamke unaitaka kushika ujauzito. Vyakula vyote hivi ambavyo tumejifunza hapa, hakikisha na mume wako atume, lakini kwa sababu wewe ni mwanamke, sina shaka kwa habari hiyo. Pia familia yako kwa ujumla, hebu wafundishe kula vyakula vizuri, vitawasaidia sana kujiweka mbali na magonjwa mbalimbali. Sio lazima uache, uache vitu vyote kwa wakati mmoja. Acha taratibu taratibu taratibu, kwa kupunguza, kama unaona unapata shida kuacha kwa wakati mmoja, mwisho wa siku utakuwa sawa kabisa. Lakini kitu ambacho naweza kushauri kwamba kubali kubadilika, kubali kubadilika, hii itakusaidia sana. Tukutane i inayofuata.